Shirika la umeme Tanzania Tanesco limesema changamoto ya e manunuzi ya umeme iliyojitokeza siku za hivi karibuni imesababishwa na hitilafu kwenye mfumo wa malipo ya serikali GePG. Hali hiyo imesababisha malalamiko miongoni mwa watumiaji wa huduma ya umeme kwa kuwa ndio nishati inayotegemewa kwa, ni inayote kwa kiasi kikubwa kufanikisha shughuli za uchumi kama vile uchakataji wa bidhaa katika viwanda vidogo. Aidha, wajasiriamali wanaotegemea umeme kuhifadhi bidhaa zao kama vile mamalishe na wauzaji wa bidhaa oza kama vile matunda na nyama unatakiwa kutafuta nishati mbadala ili waweze kuepuka hasara za kuharibikiwa bidhaa zao mpaka pale huduma zitakaporejea. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano na huduma kwa wateja Tanesco, hitilafu hiyo imesababisha huduma zote za ununuzi wa umeme kupitia mitandao ya simu, mawakala na benki kutokuwa na ufanisi. Aidha, Tanesco imetoa wito kwa wataalamu wa GePG kushughulikia tatizo hilo kwa haraka ili kuweza kuwaondolea wateja wa usumbufu, ikiongeza kuwa itafahamisha wateja wake pale huduma zitakaporejea kikamilifu.